Kwa hiyo unamaanisha haya maji hayana maana kwa sasa? Sitajirudia mara ingine, nipatieyo maji. Nisikilize vizuri, hii ndio peke yake dawa ya kumponyesha ndugu yangu. Sasa unaponiambia nikupatie haya maji unanichanganya. Kijana, unaonekana una kiburi sana. Ile dawa yako inachemka, ni sawa. Ngoje nithibitishe kwanza kama huyo ni ndugu yangu na kama yuko salama, ndiposa nikupatia haya maji, kwa sababu mimi najua kitu pekee yake, ama kitu pekee yake inaweza mwamsha ndugu yangu. Dawa pekee yake ni haya maji ambayo nimeyachota baharini. Sasa basi, ngoja nithibitishe kwanza, akiwa salama, ndiposa ndakupatia haya maji, mchukue ndugu yako. Na nimekuambia haya maji hayana maana tena. Mimi sio mjinga kama unavyofikiria. mpaka nithibitishe kama ni ndugu yangu kwanza. Nilienda mpaka baharini ili nikaweza kuchota maji ya baharini, kwa sababu cha usiku aliniambia kitu pekee ambacho kinaweza fanywa uamke pale nyumbani ni maji ya baharini. Sasa nakushangaa, uliwezaje kuamka ama nini kimetokea? Ile ni sawa kwa sababu nilitaka uzinduke pale chini. Mimi sitakuwa na maswali mengi. Tuondoke twende nyumbani <tipos> <Tuende>. <tipos> <tipos> A ja, umefuata nini nyumbani kwangu? We msichana, unaona una mdomo sana, ila zitakuja kwa ubaya. Nilikuambia mi siwezi kupatana na wachawi. Kwa nini unanifuatilia? Nimekuletea taarifa nzuri, nafaa uwe na furaha nataka uwe kijana wangu ili unisaidie katika kazi yako. Nisikilize. Wewe mzee, siwezi kuwa mchao. na kuna zawadi nono nitakupea, ambayo hutaisahau katika maisha yako. Nakwambia, siwezi kuwa mchao. Nazira anafanya kazi nzuri sana, ila anafanya polepole pole, kwa hivyo nataka nikukabidhi wewe jukumu hilo ili ulifanye kwa ustadi sana. Wewe mzee, una kichao nini? nataka nimmalize ili wewe uchukue nafasi yake, kama malikia utakuwa mkuu sana ulimwengu. Eti malikia? Maana yeye anafanya kazi ya uzembe sana, anajikokota tu muda wote. Nikimpatia kazi hafuati masharti yangu. Ila sasa wewe nataka nikupatie mamlaka haya, unifanyie kazi kwa ustadi. Achana na mimi wewe mzee. Yee anafanya kazi polepole pole sana, ndio maana nataka nikupatio kazi ili ni kufanya malkia. Mbona unafuatilia maisha yangu? Acha mdomo. Mbona unapiga kelele na wakati tuko tu hapa watu wawili? Nimekuambia siwezi kuwa mchawi. Kwa hiyo nakataa. Kujiunga na mimi si ndio? Nisikilize wewe msichana, ikiwa taarifa hii itamfikia mtu yeyote nitakumaliza. Kwa hiyo utanifanya nini? Hauwezi fanya chochote. Eti siwezi fanya chochote? Ngoja ni kuonyesha sasa. Mimi ni mtu mbaya sana. Nakupa onyo, na nikisikia kwa mtu mwingine, nitakumaliza. <coughs> wewe. <coughs> njia ili nihakikisha kwamba nafika pale baharini. Nilipitia changamoto kubwa. Mbona kama mlango uko wazi? JB, JB, JB, JB, JB, JB, JB, JB... JB ni mtego. Mbona kaka yangu yuko vile vile? Ah Yani, huu moto aliyeuwasha kama hawezi kuzima, jebi mm. Sasa yule wa nje atakuwa nani, kama jedi bado? Mungu wangu, huyu naye atakuwa ni nani? na huyu nayenin mama, <laughs> nilijua tu kama utakuwa mtego, nilijua tu <laughs> nilijua tu kama sasa ameianzisha vita, kama ni vita, kama ni moto ameuanzisha, na nilijua tu, nilijua tu kama ni mtego, kwa hivyo kaka yangu bado yuko ndani analala. Alafu ni huyu Nazira, Nazira, Nazira, huyu moto aliyouasha kama hawezi kuuzima. Hii imezidi, imezidi, chuma ulete. Yaani mimi nimekaa hapa najua kwamba ndugu yangu amezinduka, kumbe bado ndugu yangu yuko ndani. Kama hawezi kuuzima, amefanya makosa makubwa sana. Yaani kama ni vita ameanzisha, siku zote waswahili wanasema, ukimchekea nyani utavuna migomba. Hapa afe punda mzigo ufike. Mimi ndo kaka Blewa. Kuna nini? Maisha, una hapana, nini, mbona una hema hema? Afadhali nimekupata. Jada amekuja kwangu, amenitishia maisha, naomba nisaidie. Una uhakika na hizi taarifa ama unanitania? Hapana, mimi siwezi kudanganya, nakwambia ukweli. Nini amesema atakuwa pia eti nini kuniwa. Ametangaza vita na mimi, niamini Maisha yangu yako hatarini. Naomba msaada wako. Usijali. Nitakulinda kwa namna yoyote hata uweze kukutu. Sawa, Nazara. Nashukuru kama utafanya hivyo. Wewe ni msichana mzuri sana. Asante kwa kuniletea taarifa. Unaweza kuondoka. Ni sawa. Ila kumbuka ahadi yako. Hivyo anataka kuniua, nitamua kabla aniue.